A somo hili la Roho Mtakatifu, na ninafundisha kwa kutumia mwongozo wa kitabu ambacho nimekiandika kinaitwa Roho Mtakatifu. Leo ni sehemu nyingine ya mwendelezo wa mafundisho yetu ambayo inaitwa Roho Mtakatifu ni nani. Kwa hiyo kwenye kujaribu kujibu swali hilo, tuta, tuta, kuwa na majibu kadhaa na maro, moja kwa moja, jambo la kwanza ni kwamba Roho Mtakatifu ni ufunuo wa Mungu. Ili kuweza kuelezea hasa maana ya ufunuo wa Mungu ni nini, uh, nieleze kwamba Mungu ni Roho. Mungu niloailo katika pindi tofauti ulimwengu vya historia ya ulimwengu, Mungu amejidhihirisha tofauti kwa watu tofauti. Ndio maana nikisema, ni ufunuo wa Roho ninajaribu tu ku najaribu kuelezea tu kwamba ni jinsi ambavyo Mungu amejidhihirisha kwa ulimwengu au kwa watu katika mazingira ya sasa hivi. Ndio jibu la kwanza la swali letu. Labda nilithibitishe jibu hilo kwa kusomea kidogo kwenye Bibilia. Um, Bibilia tutasoma kila tutasoma kwa wa, wa, wa, Timotheo waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya tatu mstari wa kumi na sita ambayo itatupa kidogo mwongozo wa kuona tunaendaje. Kwa hiyo inasema hivi na bila shaka, siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Nataka na tukudaka neno hilo alidhihirishwa. Kwa hiyo ulimwengu umekuwa na historia ndefu toka ulimwengu umeumbwa e, mpaka ujio wa Bwana Yesu na kuondoka kwake hapa duniani. Ulimwengu umekuwa na historia ndefu, na historia hiyo ya ulimwengu inajumuisha Mungu kuwa na vipindi mbalimbali ambavyo vinaitwa dispensations na ulimwengu. Uh, mwanzo kabisa Mungu alijidhihirisha kwa watu kama uh, kama Mungu the Almighty God, yani yeye tu katika namna yake ya roho kwa ujumla tu alijidhihirisha kwa watu kama the Almighty God, akatokea, akawatokea Adam kwanza, aliwaumba Adam na, na Hawa akawa anafanya nao fellowship katika On a, on a continuous basis. Kwa hiyo Mungu alikuwepo, yaani uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na wanadamu kwa namna hiyo. Haya, maana issue yetu ni kujidhihirisha n yani, Mungu anajidhihirisha anaonekanaye. Kwa hiyo tukiongelea e habari ya Mungu, Mungu sasa kujidhihirisha ni moja ya vitu ambavyo Mungu anapenda kuvifanya. Mungu anapenda kujidhihirisha kwa watu, kwa sababu Mungu sio Mungu aliyejificha, sio Mungu aliyejitenga na uumbaji wake. Aliuumba ulimwengu, alimuumba mtu, aliumba kila kitu kwa ajili yake mwenyewe, kwa faida yake, kwa kupenda kwake mwenyewe. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ni Roho aa, hata wale kina Adamu na hawa walikuwa hawamuone physically, yani. Hawauoni mwili wa Mungu kwa sababu Mungu si, asili yake sio mwili, asili yake ni roho. Kwa hiyo mwanzo alijidhihirisha kama the Almighty God because the Almighty God uh, udhihirisho wake ulikuwa ni wa namna nyingi. Sasa eh, kama Yawe Yawe ndo jina haswa la Mungu alafu then baada ya hapo wakawa wanajidhihirisha kwa watu kama kama katika hiyo eh, Almighty God kwa namna tofauti. Kama anakuja kukuokoa, anajidhihirisha kama Mungu mwokozi. Mwokozi sio Yesu bado, ilikuwa ni Mungu mwokozi eh? Anakupa amani basi, anakuja ni kama Mungu wa amani eh, na kadhalika na kadhalika. Kwa alijidhihirisha namna hiyo mwanzoni, then later on, huyu ni Mungu anayependa kujidhihirisha, anayependa kuonekana katika maisha ya watu Sio Mungu ambaye yuko secluded, yani yeye anafanya vitu vyake huko mbinguni, hana habari na watu. Hapana, ni Mungu ndio hivi tunamtambua, e. Kwa hiyo baada ya kujidhihirisha katika namna hiyo ya kwa namna nyingi, yani nasema ni namna nyingi sana, soma, ukisoma, baadhi ya watu walimwita, sipendi kutumia neno sambi Yawe ndo kabisa jina la Mungu kwelikweli. Jehova ni translation ya Kigiriki ya Kiulaya, yani watu wa Ulaya wametengeneza hilo jina, sio jina hata la Mungu. Jehova ni jina ambalo watu wamelitengeneza. Jina lililofunuliwa ni Yawe, kwa ni Yawe Shalom, Yawe Nisi, eh? El Shaddai Elohim, yani ni namna anavyojifunua katika namna ya yawe kwa watu tofauti kipindi hicho cha kwanza, yani kipindi kilichofuata kwa huyu Yawe. Anapenda kukaa na watu, anapenda kufellowship na watu, ndiyo furaha yake. Ukisoma hata kwenye kwenye Mithali sura ya, ya nane, anasema furaha yake ni kukaa pamoja na wana wa watu. Kwa hiyo akawa ha, amejidhihirisha sasa ametabiri kwamba atajidhihirisha kwa namna nyingine, atajidhihirisha kwa namna ya mwili ambapo uh, bikira atachukua mimba, atazaa. Sasa huyo sasa ndio Mungu alijidhihirisha kwa watu kama vile watu walivyo, ili watu wamjue wa, waweze kuj, kumjua zaidi, waweze kujifunza jinsi alivyo mwenyewe kama Mungu na watu wanavyotakiwa kuwa. Sasa, kwa sababu alivyokuja katika ile namna ya mwili ilikuwa ni a perfect form of the body, haikuwa ni namna ya mwili ulioharibika, ni mwili mkamilifu, mwili mkamilifu kama vile Mungu alivyokusudia hapo mwanzo. Kwa hiyo akayaishi maisha ya ukamilifu kama vile Mungu alivyokusudia tokea mwanzo mtu aishi. Baada ya hapo akamaliza kazi yake ya msalaba, kwa sababu ndicho kilichomleta. Alikuja kuchukua dhambi ya ulimwengu, alikufa kwa ajili ya ulimwengu, akaichukua dhambi, akachukua laana, akachukua makosa, akachukua mapungufu, akachukua uovu, akachukua na udhaifu wa ulimwengu, akarudisha baraka katika ulimwengu. Ndio, Mungu ni Mungu mwenyewe anajidhihirisha, alijidhihirisha katika mwili. Umeona hapa kwenye wa, wa, Timotheo waraka wa Timotheo moja eh, tatu, waraka wa kwanza wa Timotheo tatu kumi na sita anasema Mungu alijidhihirisha katika mwili. The only time ambapo Mungu alijidhihirisha katika mwili ni ile time ya, ya Yesu alipokuja ulimwenguni, kwa sababu alijidhihirisha katika mwili akadumu katika mwili. Aa, kabla ya hapo Mungu alijidhihirisha tena katika mwili, yani alikuja katika mwili katika occasions chache tukiangalia habari za Abraham. Abraham alikuwa amenafikiri, ukisoma ni Mwanzo kumi na nane kumi na tisa kama sikosei, sina uhakika sana lakini nataka nigusie tu mara moja hapo kuonyesha kwamba aliwahi kujidhihirisha katika mwili alipowatokea Hali. Mungu alivyokuwa akitaka kuiangamiza Sodoma na Gomora, alipitia kwa Abraham, walikuja malaika, walikuja watu watatu kwa sababu yeye hakuwaona malaika alikuja, aliona watu watatu, akawatambua kwamba hawa watu sio watu wa jinsi ya, sio binadamu, sio wana wa Adamu. Hawa wana wa Adamu hawakuwa wana wa Adamu walikuwa ni watu Taona, nina kuchanganya hapo, lakini kuna tofauti kati ya mwanadamu na mtu, kwa walikuja kama watu ambao walikuwa na mission lakini hawakuwa wanadamu pale katika wale watatu mmoja wao alikuwa ni Bwana. Ukisoma katika hiyo sehemu, Abrahamu anamrefer yule kama Bwana. Kwa hiyo sasa pale Mungu pia alijidhihirisha katika mwili. Baada ya hapo sasa, ukisoma katika kitabu cha Daniel, Daniel alivyotupwa kwenye tanuu ya moto, ana sio Daniel, wale wenzi watatu Hanania, Mishaeli na Azaria walipotupwa kwenye tanuu ya moto walionekana wanne, mmoja wao alikuwa kama mwana wa Mungu, alionekana katika mwili <coughs> alijidhihirisha katika mwili kwa sehemu kidogo, namna hiyo, sio malaika. Yaani, kuna malaika na kuna kabisa kabisa Mungu mwenyewe alijidhihirisha katika mwili, then akaja permanent akajidhihirisha katika mwili. Ukisoma katika katika katika Yohana, tusome Yohana mmoja, ile inaonyesha kwamba hapo mwanzo alikuwepo Mungu naye Mungu alikuwa na, al, hapo mwanzo alikuwepo neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa, alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa yeye wala pasipo yeye hakuna chochote kilicho fanyika. Hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ukienda mstari wa kumi na nne anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo huyo neno alifanyika kuwa mwili, alidhihirika katika mwili Yesu. Kwa Mungu alijidhihirisha katika mwili, kwa kutwa mwili aka akawa ni Yesu a, kazi yake ni kubwa. Nimeandika kitabu kingine tofauti kabisa, kinaitwa Mjue Yesu. Kwa hiyo hicho kitabu kitakuelezea sasa udhihirisho wa Mungu katika mwili e, jinsi ambavyo ulivyo sasa ndo tunakuja, udhihirisho mwingine ni udhihirisho wa Mungu kwa watu wenye mwili kama roho, yani ndio Roho Mtakatifu huyo. Sasa kwa Mungu ama anajidhihirisha sasa kwa watu kwa namna ile ile ya roho, si tena kwa namna ya mwili, anajidhihirisha kwa namna ya roho kwa watu. Kwahiyo watu wanaanza kuyafanya mambo ambayo ya hayafanani na mwili, kuna mambo ya rohoni ambayo wanayafanya, wanakuwa na ujasiri wa namna ya tofauti, sio ujasiri wa kawaida wa watu wenye mwili, ni ujasiri wa namna ya tofauti. Wanakuwa na nguvu isiyo ya kawaida ya kimwili, ni nguvu za Mungu, zinaitwa nguvu za Mungu. Watu wakaanza kuponya wakaanza kufufua wafu wakaanza kutamka mambo yakawa yanatokea, wakafanya miujiza, ishara na maajabu na matendo makuu ambayo sio kawaida ya watu. Kwa hiyo huo ni udhihirisho wa Mungu. Mungu alijidhihirisha kwa kupitia hivyo, kupitia ishara, maajabu, matendo makuu, lakini ahaku hakuja yani, hakuja katika mwili, alikuja kwa namna na amekuja na yupo kwa namna ya Roho. Kwa huyo Roho sasa ndio huyo anayejidhihirisha kwa namna ya Roho, Mungu huyo alipojidhihirisha katika namna ya Roho, anapojidhihirisha katika namna ya Roho, ndio tunamwita ndio anaitwa Roho Mtakatifu, ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Bwana Yesu alivyokuwa akimaliza kazi yake akasema atakuja Roho, maanake Mungu atajidhihirisha kwa namna nyingine aisaidie hiyo mili yenu iliyo katika hali ya udhaifu iweze kusustain wokovu, iweze kuyaishi maisha ya mbinguni. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, responsibility yake au namna ya utendaji wake ni kudhihirisha maisha ya mbinguni, namna ya mbingu inavyoenenda hapa duniani akisoma Matayo sura ya sita, ile kuna mahali anaongelea alikuwa akiwafundisha kuomba, na sehemu anasema ufalme wako uje utakalo lifanyike hapa duniani kama mbinguni. Kwa hiyo sasa, ili mambo ya mbinguni yaweze kufanyika hapa duniani, Mungu anajiv..., yani tunahitaji namna ya uungu miili yetu, na ndivyo ndio huo udhihirisho wa Mungu katika roho kwa namna ya Roho Mtakatifu. Taendelea sehemu inayofuata.